Miradi ni mingi sio, na idadi tena sio, ya mradi huyo. Ni mtalii wa ndani Gentlemen, mwane wane, bagosha na vankima, viburudisho na mashosti, tuko live kutoka kwenye bonge la stadium ambalo AFCON 2025 inagongwa hapa. AFCON wanangu kibao eh, wanangu kibao wako hapa kuhakikisha nyundo eh, na prize, Daktari Samia Suluhu Hassan na mama mkasu manini manini manini, eh, shughuli yote inakuja tep Lete tepu shughuli hii hapa mwana wane, tuko live kutoka kwenye bonge la uwanja hapa. Ni Arusha, AFCON inapigiwa pande hizi eh, ambapo unaambiwa zaidi ya bilioni 358 Daktari Samia Suluhu Hassan ameruhusu zijiapa. Inua mashine, inua, inua, inua ngoma, inua ngoma, peleka ngoma waone Bele. Oh, eh, inua, inua, inua, inua, inua. Ili hapa dio tukio mwana wane huyu ni, ni, ni mtalii wa ndani. Mwanangu hapa ameniambia na michano, anataka kunipa michano, yani 208 AFCON siri je? tunamshukuru mama, mama yetu Samia kwa kutupa sisi vijana kazi, kutazamia kuitafuta riziki hii yetu lupia Tanzania. Bila mama isingetusaidia, tunajua tu mama, najua utatusaidia tano nyingine, najua hospitali zitamiminika pia. Uwanja huu mpaka huko sehemu za juu, ataingia kutoka Senegal, Kameruni, wote Tanzania tunaaminia. Siri zetu ni kazi Tunazikaza pinsani hapa yes. Ni uswazi mama oh. Tuone wana sisi yes. Bado tunabanwa ila mikataba tunayo mingine bado ni lana oh. Tuonyeshe basi upendo tuwapelekee wana oh. Wajukuu wako wengi huko, mtani, wanaki, oh. Watoto, ume, huko tani wanakibizana watoto wa kiume huku sisi tunapambana yeah. Tutaki kukaba mama wetu oh, inawezekana pigeni oh, oh, oh, makofi basi umetisha sana a kazi inaendelea, kazi inaendelea bado tuko site. Eh, Afcon inapopigiwa mama anamalizana nayo kabisa eh. Alafu mtu aseme sikushiriki kwenye ujenzi? Hatari sana hatari sana, mwanangu. Moja ya mambo mazuri ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka alama hapa Arusha ni eneo hili ambapo Afcon itagongwa hapa, bwana wane ambapo zaidi ya bilioni mia tatu hamsini na nane daktari Samia Suluhu Hasani ameruhusu zije ili hii ngoma ikamilike. Wanangu wako mzigoni kuhakikisha uwanja unakamilika, vitu viko kwenye mstari. Heshima kubwa isaluti you, madam president. Kazi na noga, wanangu wako mzigoni o afreshi, wanangu huko, hatari yaani. Shughuli zinaendelea, tunaona vile raia wako wanapambana hapo wanangu, hakuna kuremba hapa watu wako busy, unaona, kuanzia kule raia, kuanzia huko, check, check, check, check, kazi imenoga. Hiyo mwanangu, hatari. Leo nimekuleta Arusha, wewe ambaye hujai kusafiri kutoka kwenye eneo ambalo huko, uje uone kazi kubwa ambazo zinaendelea, wakati watu wanaongea vitu ambavyo havina uhalisia. Mi nakuleta mwanawane, uje uone vitu vyenye uhalisia, uje ujionee kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunapozungumza kwamba AFCON itafanyika hapa, yamekuwa ni maswali ambayo wengi mnajiuliza, itafanyikia wapi? Itakuwaje kuwaje? Leo tukio hili hapa, tuseme nini kwa habari ya Daktari Samia Suluhu Hassan? Tukizungumzia haya, wengine mnasema huo ni uchawa, mmeona sema huo ni uchawa. Sasa kama chawa atakuonyesha fact ambazo zinafanyika na abaki kuwa chawa, basi huo uchawa ni mzuri, nami nimechagua kuwa mmoja wa hao wanaozungumza mambo mema na mazuri ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan anayafanya, alafu wewe utaendelea kuniita chawa na mambo yatakuwa poa, lakini ni heshima kuwa chawa ambaye anatumia mashine kama hii kukuonyesha project kubwa zenye akili ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan anazifanya kwenye ardhi hii ya Tanzania. Huyu ni mtalii wa ndani.